Kuna msamiati maarufu sana huku duniani ambao ndio silaha kubwa kabisa ya kuzivuruga nchi za kiafrika au nchi nyingine unaotumiwa na magharibi. Huu msamiati unaitwa uhuru wa kujieleza au kwa Kiingereza wanasema free speech. Kumbuka, huu ndio msamiati uliotumika kwenye kuidondosha Sovieti zamani hizo, ulitumika msamiati wa uhuru wa kujieleza na demokrasia, Sovieti ikavunjika. Sasa huu ndio msamiati pia hapa Tanzania unapenda kutumika. Ni wakumbushe wa Tanzania, unavyopata chansi ya kuongea wacha kuzungumzia maswala ya uhuru wa kujieleza, pigania ardhi na soko. Hizo ndizo silaha ambazo hata hawa wanaokuhubiria uhuru wa kujieleza ndizo wanazozitaka wazimiliki market and land. Sisi tunahitaji ardhi na soko tu. Nimekupa tu introduction ujue huku duniani silaha ni nini. Sasa waanzilishi wa umsamiati au wadhamini wakubwa wa umsamiati, kwao pia umeanza kuwaumiza wao wenyewe. Yani, wanaopenda kuutumia umsamiati, sasa umewageukia wao, unaanza kuwaumiza. Wadhamini na watumiaji wakubwa wa umsamiati ni akina nani? Ni Marekani. Hii ndio silaha kubwa kabisa ya Marekani katika kuzivuruga nchi nyingine na kuzitawala. Marekani akishindwa kutumia hizi silaha mbili uhuru wa kujieleza demokrasia, inabidi atumie nguvu za kijeshi kukuingilia kama anavyofanya kwa Venezuela. Yani maanake Venezuela demokrasia na uhuru wa kujieleza vimefeli kwao, inabidi sasa atumie majeshi ili kuivamia ile nchi na kuimiliki. Ni hivi ndugu zangu, ndani ya nchi ya Marekani kwanza, ukiwa na chembechembe -chembe za uzalendo wewe ni adui mkubwa kabisa wa, wa, wa, wa watawala wa Marekani. Marekani na watawala wake jamani, tunajifunza hichi kitu. Usione wanakuhubiria uhuru wa kujieleza wakati ndani ya Marekani ukiisema Israeli vibaya. Kama wewe ni msanii, jiandae kupotea katika kilele chako cha mafanikio. Kama wewe ni mfanyabiashara, jiandae kupotea au kufilisika. Kama wewe ni mwanasiasa maarufu, jiandae kupotea. Ndivyo ilivyo kwa Marekani, yaani haina siri tena. Sasa kuna huyu mchekeshaji maarufu sana pale Marekani, ameongea kisentensi kifupi sana lakini kina nguvu sana na kimekuwa ni discussion kubwa sana pale Marekani. hu jamaa anaitwa David Chappelle sijui nimetamka vizuri. kwa Wamarekani wanaojua kutamka watakuwa wata wametamka, lakini sisi waswahili tu, tutamke tu David Chappelle. Sasa huyu jamaa ni mtu maarufu sana, ni mchekeshaji mkubwa sana pale Marekani, yani ni mkubwa kweli kweli. Sasa huyu bwana anatumia kipaji chake kuganga njaa duniani, maana dunia ina wenyewe. Hiyo usione mtu ni maarufu, na kama hawa kama wasanii wetu wanavyoonyeshaga wanavyovionyesha vile vitu wanavyoonyesha ili kutangaza biashara za watu, yani sijui nitumie lugha gani, lakini kwa watu ambao wanajua dunia inavyoendeshwa msanii anavyo, msanii anatengenezwa ili kuuza biashara za watu. Yani leo hii nikisaini mkataba na, labda na kampuni lolote la soda wa milioni mia tano, siwezi kuishi maisha ninayoyaishi. Kuna maisha inabidi ni yaishi ili kutangaza ile soda. Nadhani wanaotaka kujua dunia inaendeshwa vipi wamesha nielewa hapo. Sasa huyu jamaa mchekeshaji, naye kwa kutumia kipaji chake anazungukazunguka duniani kuganga njaa, sio kwamba anafanyaga tu maonyesho Marekani. Ah, anazunguka anazunguka sehemu nyingine sasa kuna kisentensi amekisema siwezi kukicheza hapa kwa sababu kitapata copyright. Kwa kifupi, huyu jamaa alisema ni kwamba amekuwa na nguvu na umaarufu tofauti na alipo tarajia alivyokuwa anaanza kazi yake. Yani imefika stage mpaka sasa, kuna watu wanamfata kutengeneza mazingira awe ana support au ana promote kitu fulani, kitu ambacho kwake yeye hatoweza kuja kukifanya, sasa wakati anatafuta namna ya kuzungumzia hiyo kitu akamalizia na sentensi kwamba hakuna siku atakuja kuisapoti Israel. Sasa hiyo sentensi kwamba hakuna siku nitakuja kuisapoti Israel ndio imekuwa topiki ya moto sana pale Marekani, kwamba kusema ukiwa mtu maarufu na mtu mwenye nguvu, alafu ukatoka hadharani ukasema hiyo sentensi, ni kama umesaini kifo kwenye kazi yako na pia kwa maisha yako pia. Maana huyu jamaa katika kuelezea hiyo sentensi alimtaja yule jamaa aliyepigwa risasi anaitwa Charlie Kirk, amepigwa risasi juzi kati. Kwa watu ambao wanachimba hapo ndani ya Marekani wanasema Charlie Kirk alipigwa risasi kwa sababu alikwenda kinyume na Israel; kwa sababu kipindi cha nyuma yule bwana alikuwa anaisapoti Israel, lakini miaka kwa siku za karibuni akaenda kinyume na Israel ndio maana akapigwa risasi ni kitu gani nimekileta hapa tukidiskus wa Tanzania? Marekani ni nchi ambayo ina makabila tofauti tofauti ambayo yanaiendesha ile nchi n, yani wenye marekani yao hawapo. Nimeshasema mara nyingi kwamba ile ni nchi ambayo Marekani kama msitu ambao ulivamiwa na watu alafu wakaanzisha makazi. Baada ya wale watu kuanzisha makazi, ikabidi waandike sheria za kukaa pale, sheria ambazo hazina uzalendo ndani yake. Kivipi? Manake zile sheria ziliwekwa kiasi kwamba kila mtu atafaidika kwa faida ya jamii yake, sijui nisemeje. Ndio maana ukienda kwenye data za Marekani, kwa sababu data zao za wanapenda kuziweka katika misingi ya kikabila au ki, yes, wanapenda kutumia misamiati race and ethnicity. Sasa ukisikia neno race and ethnicity, yani manake ni makabila. Ukienda kwenye data za magonjwa, data za uhalifu zimepangwa ki black, sijui Spanish, European, wameweka hivyo. Sasa ukienda kwenye hizi data, siku zote mtu mweusi ni mtu mwenye matatizo kuliko wote. Mtu mweusi ndio mtu mwenye magonjwa kuliko wote, ndivyo ilivyo. Kwa nini mtu mweusi ndio mwenye matatizo kuliko wote? Kwa sababu sheria zilizowekwa pale Marekani ni za kumkandamiza mtu mweusi. Sasa nyuma ya hizi data kuna makabila mengine ndo utakuta Jewish yani Waisraeli na Waarabu. Sasa ukiwa na komenti zozote ambazo zinajifanya kwamba Marekani kwanza, yani wafaidike wa Marekani kwanza, wewe una unachukuliwa kama vile ni mtu ambaye unapinga maswala ya Waisraeli yani antisemitic, nitumie hilo neno ambalo linatumika pale Marekani yani ukijifanya wewe una sera kwamba marekani kwanza, bana, nyie mnasemaje maswala ya Israeli, sijui maswala ya Ukraine, watu wanakupoteza katika katika kazi ambayo unaifanya. Yani kama ni mtu maarufu, jiandae kupoteza umaarufu wako, jiandae kupoteza kazi yako, chochote kile, kisa tu umekuja na sera za kupromoti mafanikio ya marekani kwanza Maanake kodi imeokotwa Marekani, unasema labda bana, hii kodi isaidie wamarekani maswala ya afya, isaidie wamarekani maswala ya makazi n yani mogeji kama wanavyosema unaonekana wewe upendi maendeleo ya wa Israel, yani wewe ni anti-semitic. Kwa nini? Kwa sababu uchumi wa Marekani kwa asilimia kubwa unaendeshwa na Waisrael. Kwa hiyo kama unasema kodi nayookota pale Marekani iwafaidishe Wamarekani na sio labda ichukuliwe kidogo iende Israel kusaidia masuala ya kijeshi pale Israel. Wewe unaonekana ni mtu mbaya. Mtu atajiuliza, unaleta hii mada itusaidie nini sisi kama watanzania? Inaweza ikatusaidia sisi watanzania kwa sababu na sisi tuko kwenye vuguvugu la kupigania uhuru wetu sisi kama watanzania. Kumbuka bado hatuna uhuru kamili kama vile wa South Africa wanapigania uhuru wao sasa hivi. Ndugu zangu wa Tanzania, uhuru ni ardhi. Kama una uhuru wa kumiliki ardhi yako, una uhuru gani wewe eh? kama mtu atatoka anakotoka anakwenda kwenye shamba lako, anafanya anachokifanya, ukimuuliza, anakuambia serikali imenipa. Kuna uhuru gani? una tofauti gani na mtu aliye Marekani anayesema, bana hii kodi tuliyoyokota, kwa nini tusaidie sisi ambao tunalala nje? Kwa nini tusaidie sisi tunaolala kwenye magari? Ukisema hivyo, unaambiwa, ukisema hivyo, unaambiwa wewe ni antisemantic, wewe ni mpinga maswala ya mafanikio ya wa Israel, wa Tanzania, hakunaga kitu kinachoitwa free speech. Mtu asikuhubirie swala la uhuru wa kuongea. Ukishaongea watu wanaongea Marekani, wanapotezwa uhuru wa kuongea. Uhuru wa kuongea ni ngonjera. Ukishapewa uhuru wa kuongea, ongea, alafu ukagusia vitu ambavyo ndio maslahi ya watu, unapotezwa. Huo ndio utamaduni wa Marekani. Sasa sisi Watanzania hatuhitaji utamaduni wa Marekani unaoitwa free of speech sijui demokrasi, tunataka tumiliki ardhi. Uhuru wa kweli ni kuimiliki ardhi, tukisha imiliki ardhi, tunataka soko, imetoka hiyo. Kuna somo kubwa sana la kujifunza kwenye upumbavu ambao unaendelea kwenye hizi nchi ambazo zilitubaka akili, ni upumbavu. Hakuna gagi unachoita free speech. Mtu akikuambia free speech, mwambia we don't need free speech, we need our land, we need an market, we produce from the land, we sell in the market, period. Wanadamu wanahitaji kula, kulala, kuzaana, imetoka hiyo. Ukipewa uhuru wa kupiga hizo ngonjera kama Marekani alafu ukapotezwa, mwisho wa siku watu wakaanza kukuselebrate kama, kama, kama mtu mtakatifu, what is big deal there? Kwa sababu watu maarufu wote pale Marekani waliouawa kwa bunduki walikuwa wanapiga hizo ngonjera za free speech, mwisho wa siku wamegusa maslahi ya watu, wamepotezwa. Kwa hiyo niwakumbushe wa Tanzania, Tanzania sisi hatuhitaji free speech, hatuhitaji demokrasi, tunahitaji ardhi tunahitaji na soko, imetoka ni wakumbusha Watanzania wa nafikiri wa South Africa wanapata wapi ujasiri sasa hivi wa kupigania uhuru wao. Zamani kama wa South Africa wangepigania wa uhuru, wa uhuru wa ardhi yao wangeweza wakapewa ardhi alafu walime alafu hawana uwezo wa kwenda kuuza, watauza wapi? Lakini kwa sasa hivi kinachoendelea Afrika Kusini, wa, wa, wakulima weusi wanalima wanachokivuna wana uwezo wa kwenda kuuza Brazil wanawezo wakwenda kukiuza China, lakini zamani soko lilikuwa ni Ulaya na Marekani. Hata ukipewa ardhi kama Mgab alivyowanyanganya ardhi wazungwa kule Zimbabwe, mwisho wa siku kilima hiyo uzahyo mazao yako aafrkakusi sav, wana machaguo mengi sana, wana kwenda kuuza na wa kuuza Afri Brazili, China. Sasa sasahivi soko ni kubwa. Huhitaji ku compromise na mtu kupata soko la kuuza bidhaa yako. Ni lazima tunavyoongea na serikali, tuongee na serikali kama watu wanaojitambua. Ndugu zangu, dunia ya sasa imekuwa wazi kuliko, tuko kwenye multilateral multipolar world order. Hizo sentensi, ayo maneno mawili ninavyoyaongea, wenye akili kubwa wananielewa. Hatutaki tufike levo ya marekani kwamba mtu akiwa anazungumzia mafanikio ya nchi yake anaonekana ni adui, kwa sababu ndani ya Marekani, kama wewe unadai maslahi ya Wamarekani, wewe ni adui wa kikundi fulani cha watu. Ila Marekani watu wamegawana. Kuna upande ni pro Israel, kuna wengine ni pro Amerika, kuna wengine wametengeneza vijumuia vi vyao wa kama Wasomali kujikwamua na umaskini. Yaani Marekani, ukitaka kupata picha ya Marekani kama Dar es Salaam, watu wamegawanagawana ile nchi, lakini bado kuna kama za Wayahudi ambazo zinaimiliki Amerika nzima. Marekani, mtu kulala kwenye gari ndo ujanja sasa hivi, watu hawezi kumiliki ardhi, vijana geto ni gari. Yani mtu akinua gari ndo analala kwenye, ndo hivo. kwa nini ardhi? watu wachache wamesha gaona ile ardhi ya Marekani yote, kwa sababu mwenye pesa anamiliki ardhi. Watanzania, tukumbushane vitu vya maana, uhuru wetu kamili hatujaupata kwa sababu mwenye pesa anakatiwa kipande chochote cha nchi ya Tanzania anafanya anavyotaka. Tafsiri yake hatujapata uhuru kamili. Uhuru kamili ni watanzania tuimiliki ardhi yetu. Kwa hiyo ni wakumbusha Watanzania, hatuhitaji free speech, hatuhitaji demokrasia. Huwezi kula free speech, huwezi kula demokrasia. Tunahitaji ardhi na market, sio watu wachache, watu kontrol kama vile Israel inavyoikontrol Marekani. Kumbuka waimba ngonjera maarufu pale Marekani kama dada yangu anaitwa Kendis Owen na rafiki yangu anayenifundisha maswala ya, ya geopolitics. Taka Carson tayari wameshawekwa kwenye chungu kinachoitwa wapinga maswala ya wayahudi antisemantic kisa tu wana promote mafanikio ya Marekani, kwa sababu wanaangalia umaskini unaongezeka ndani ya nchi ya Marekani, lakini pesa yao wanayonyang'anywa kwenye kodi inakwenda sehemu nyingine. Hata kama ingekuwa ni mimi pale Marekani, lazima ningezungumzia hicho kitu Kodi yetu kwa nini nakwenda huko wakati hapa kwetu tunawalala nje kibao, umaskini huko juu, inakuwaje sasa? Ukizungumzia vitu kama hivyo, kama una deals kubwa kubwa kama msanii maarufu pale Marekani, ambaye anapitia kipindi kigumu sana, Kanye West, unapoteza deals. Kwa hiyo watanzania tusikubali kugawanywa kwenye hivi kundi kundi vya kisiasa, sijui Chadema CCM, sijui Lutherani, Bakwata, Chauma, tuhakikishe tunazungumza lugha moja na lugha yenyewe ni tunahitaji kumiliki ardhi yetu tulimiliki na soko. Maendeleo tutayaleta wenyewe. Hakuna nchi wananchi wake waliletewa maendeleo na serikali. Kazi ya serikali ni kusimamia sheria ambazo zimewekwa na raia katika kuleta maendeleo kwa ajili ya nchi yao, na sio kikundi cha wachache kutengeneza sheria kwa faida yake kwa kunyonya walio wengi. Nikumbushe, nirudie, na sio kikundi cha wachache kutengeneza sheria kwa ajili ya kuwanyonya walio wengi kwa faida yake. Watanzania tunahitaji ardhi yetu, tunahitaji na soko. Kwa kifupi, tunahitaji hybrid economy system. Hatuhitaji siasa za Marekani za free speech and democracy, njia ile ile ambayo Marekani alitumia kuivunjavunja Soviet Silaha ile ile ambayo marekani aliitumia ndio inakwenda kuiharibu Marekani. Free speech h sijui democracy. Wamarekani sasa wana msemo wao, wanasema nchi yao sasa hivi ni hatari sana kwa mtu yoyote ambaye anasema ukweli. Sio mimi, ni wao. Tanzania tuelimike, tusiwe wasomi.